Matukio ya wananchi kung'atwa na mbwa mkoa wa Katavi yameonekana kupungua kutoka mwaka 2023 visa 188 na mpaka 108 kwa mwaka 2025, huku juhudi kubwa zikitajwa ni wananchi wa mkoa wa Katavi kujitokeza kwa kasi kupeleka mifugo hao kwa ajili ya kupata chanjo kicha, ambapa, ya kichaa cha mbwa ambapo matukio hayo yamepungua kwa kiasi kikubwa kwa mujibu wa taarifa za ofisi ya mifugo mkoa wa Katavi. Zaidi ya asilimia sitini na nne ya matukio ni watoto ambao wameng'atwa na mbwa. Hivyo ametoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Katavi kuendelea kujitokeza kuchanja mbwa ili kuepukana na matukio ambayo yamekuwa yakisababisha madhara kwa wananchi. Haya yanabainishwa ikiwa mkoa wa Katavi ni moja ya mikoa ambayo imetambulika nchini Tanzania kama mkoa wa kinara kwa kuchanja mbwa na kufanya matukio haya kupungua kwa kiasi kikubwa kutoka halmashauri ya manispaa ya Mpanda. Hii ni Jambo TV online na mimi ni Festo Kinyogoto. Na kauli mbiu ambayo inasema chukua hatua sasa, wewe mimi pamoja na jamii kwa ujumla. E, kwa upande wa mkoa wetu wa Katavi tunakadiriwa kuwa na jumla ya umbwa elfu ishirini na, ishirini na nane, lakini tunapaka paka 4976 kwa unaweza kuona kwamba kama mkoa wanyama hao tunao wengi sana, na kutokana na uwepo wa wanyama tumekuwa tukipokea taarifa za matukio mbalimbali ya binadamu kung'atwa na umbwa. Kwa mwaka 2023 tuliweza kupokea visa 188. Kwa mwaka 2024 tulipokea visa 166, na kwa mwaka 2025 tumepokea visa 108 na hadi kufikia Septemba hii. Kwa hiyo unaweza ukaona mtiririko huo kwamba visa vimekuwa vikipungua kuanzia 2023 mpaka hadi leo tunavyoongea, 2025 visa vya binadamu kung'ata na umbwa vimeendelea kupungua. Lakini pamoja na kupungua kwa visa hivyo, ta, tathmini zinaonyesha kwamba tafiti zilizofanyika zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya watu wanaoathirika ni watoto. Kwa hiyo rika la watoto ndio wanaoathirika kwa kuongozwa kung'atwa na mbwa ambapo zaidi ya asilimia 64.3 taarifa zinaonyesha kwamba waliokuwa wameripotiwa kung'atwa na mbwa walikuwa ni watoto. Na nitoe tu ufafanuzi, unaweza kuona kwamba ni kwa nini matukio haya yameendelea kupungua. Niseme tu, nichukue fursa hii pia kuwashukuru wadau wa sekta binafsi, lakini pia kuishukuru ofisi yako na ofisi za wakurugenzi kwa namna wanavyoweka kipaumbele kuhakikisha kwamba hatua stahiki za kuchanja mifugo hii hatua stahiki za kudhibiti mbwa wanaozurula zinachukuliwa ili kuiweka jamii yetu kuwa salama. Kwa hiyo, nasisitiza mambo yafuatayo: wataalamu wa mifugo kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa ili kila mmoja wetu aweze kuchukua hatua stahiki katika kudhibiti. Kwa hiyo, wataalamu wetu kuhakikisha elimu inatolewa na wewe katibu tawala msaidizi, unayesimamia sekta hii, hakikisha umelisimamia jambo hili vizuri, na tupate taarifa kila mwezi. Tupate taarifa ya elimu iliyotolewa, imetolewa wapi na wananchi wangapi wamepata elimu katika eneo hilo. Lakini kuendelea kutoa chanjo ya mbwa na paka wote, simamia hilo. Uli, kushirikiana na sekta binafsi na wataalamu wako ngazi ya halmashauri, simamieni jambo hili kuhakikisha kwamba chanjo zinatolewa, lakini pia kudhibiti mbwa wanaozurula na kuchukua hatua za kisheria kwa wale wasiozingatia taratibu za ufugaji. Sheria mnazo mnazijua, simamieni sheria kama inavyowataka kwamba mfanye, na taarifa hizo tuwe tunazipata kuanzia kule kwenye halmashauri mkoa, tupate taarifa ya namna ambavyo mnasimamia sheria hizi. Lakini halmashauri zote na wadau wa sekta ya mifugo kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mazoezi ya chanjo katika ofisi ya mkuu wa mkoa hivyo, hadi mwisho wa mwezi Oktoba mbwa na paka wote wawe wamechanjwa. Sisi hatulali, na waagiza ndani ya mwezi huu mpaka Oktoba, katika wataalamu wote ngazi ya halmashauri, mbwa na paka wote muhakikishe mmechanja wamepata chanjo na mkoani tupate taarifa. Na kaimu katibu tawala wewe, wa sehemu hii unayesimamia, hakikisha taarifa inafika kwa rasi ya baada ya mwezi, kwamba mbwa na paka wamechanjwa, kwa sababu jambo hili lina madhara. Tusingependa kuona wananchi wetu wanapatikana na madhara ya kung'atwa na mbwa, hapana.